Eh, nimependa nitolee ufafanuzi kilichotokea katika ibada ya Jumapili hii ya tarehe 29 mwezi wa 6 elfu mbili na ishirini na tano. Ni kwamba nilipokea taarifa kutoka kwa kijana kwamba hapo nje, wakati sisi tunaendelea na ibada ndani, hapo nje kuna watu wanasema wametokea JKT wanasema kuna simu wamepotelewa. E, wana walipo track imeonekana ile simu mchana huu iko hapa kanisani. E, mimi kwa haraka haraka nikawaambia kwamba kuna mtu anahubiri tusubiri kwa dakika kama ishirini hivi, wakati walikuwa anahubiri mke wangu, tusubiri kama dakika ishirini hivi, mimi nitakaposimama nitatangaza kwamba kama kuna mtu ameokota au ameuziwa simu aina hii inayoitwa anyway aite isiyohii sabini na, na, na mengineyo basi ajue kanisa ni nuru. Ukiokota ama kama uliuziwa bila kujua, na mtu kaja kwa ustaarabu kwamba simu hii ilikuwa ni yangu, unatakiwa tu kuirudisha. Lakini wakati huo pia niwapa dakika ishirini ili nifikiri mara nne nne, ni salama? Ni watu wa heri kweli wanatafuta simu? Sasa kilichofuata baada hapo, nikawajulisha kwamba waambieni kwa mchungaji anaposimama, kama baada ya dakika ishirini hivi atatangaza, na huyo mtu asipojitokeza, basi tafsiri yake ni mwizi, na hapa kanisani tunamtafuta, kwa sababu hatuogopi uje kanisani ukiwa na tatizo la uovu, lakini e, kwetu si halali uwepo kanisani uendelee na uovu kwa, kwa vyote vile kuja ukiwa na uovu na ukarekebishika, tunakubali. Hiyo ndo kazi ya neno la Mungu, lakini kuja ukiwa na uovu ukaendelea kuwa mwovu, hiyo kwa mujibu wa Biblia tuitumiayo sisi inatakiwa tusikubali hata kula na wewe, tukutoe nje ya mataifa, kwa sababu kanisani ndio mali ndio ubalozi wa Mungu. Kama Mungu ni mtakatifu kanisani mahali patakatifu. Kwa hiyo ni wakali sana, lakini pia kwa majeraha mengi ambayo tumejeruhiwa tumeumizwa, basi huyo mtu anayeweza akawa mwizi tutoe tangazo asi asiwe wazi, alafu akamatwe na vitu kama GPS, kama sisi hapa kanisani tunaweza tukaanzia hapo kutaka kujua na lile na pale na kule na kile ulihusika kwa kiasi gani, ama una taarifa gani? Kwa sababu kwa vyote vile unaweza ukawa unafanya uovu tunautangaza, unauficha, ujue upo mwingine uliowahi fanya na unaopanga kuja kufanya. Kwa mazingira kama hayo e, baada ya dakika hizo kadhaa, nilipanda nikamwambia waliwaambie sasa kwamba ikiwa atajitokeza, tutawaruhusu muingie, muionye, muionyeshe GPS inavyo point huyo mtu kwamba ndo huyu, lakini mujue, tutakuwa tu, ibada iko live na itaendelea kuwa live. Yani mtafanya sisi, kila tunachokifanya kanisani na popote ni sisi, ni nuru, natakiwa na wengine waje washiriki, wengine waje wakione. sasa mimi nilipopata nafasi ya kusimama nikatoa tangazo, jamani, kama kuna mtu ameokota simu, kuna mtu ameuziwa simu aina hii, kuna watu wanaitafuta, wanataka tu kwa amani, nyosha mkono tuwarudishie. Hakuna aliyejitokeza, basi ilibidi niwaite mtume ujumbe kwamba, nendeni mwaite hao watu waje, lakini wao walikataa. Hao watu walikuwa wamevalia t-shirt ambazo hutumiwa na watu wa JKT lakini e, walio wachunguza kwa karibu wakaona zile t-shirt wamezi, kama wamezigeuzia kwa ndani, na wengine walikuwa wamevaa kiraia. Katika kuangalia hilo, wakaanza kusema pana, sisi kama mchungaji atite huko ndani, sisi simu yetu ni ndogo, inawezekana imedanganya kwamba simu yetu iko hapa ikani medanganya alafu jambo gumu kidogo ni hiyo kwamba tuingie on kamera, kamera zitakuwa on. Kwa hiyo kwa kweli sisi ah, basi ngoja tukatafute njia nyingine, kwa sababu kabla ya hapo walikuwa wameambiwa kwa nini amjaja na, na kibali maalum ama mtu maalum wa kutoa taarifa polisi. Wakawa wametoa jibu kwamba ah, sisi tumeona polisi kwa sababu sasa kwanza simu imeonekana iko kanisani, tukaona ni msemo ya amani, kwa hiyo tuitafute tu kawaida, ndipo baada hapo tufuate taratibu zingine. Sasa njooni muangalie hiyo GPS itusaidie, na sisi tumwone huyo mtu ah, hapana, itaonekana sasa tunamdhalilisha huyo mtu, sema dhambi kwa mujibu wa Biblia, kuadhibu mwili ndo kuiwisha roho dhambi mtu akiingang'ania, anatakiwa aaibishwe nayo ndipo ajue mwisho wa ubaya ni aibu. Na hapana, sisi kama ndo hivyo tutatafuta njia nyingine za kuitafuta na nini. Wakaondoka. Swali likawa nia yao ilikuwa Mbarikiwa mwenyewe atoke, kwa sababu katika hali zote E, Mbarikiwa hakutoka na ni wazi kwamba mimi najua Mungu kama ameruhusu jambo fulani baya kuja kufanyika kwenye maisha yangu, e, siwezi kuzuia. Hata litafanyika, limefanyika kwa watoto wangu katika hali ambayo sehemu kubwa ya watu hawaamini pamoja nami, na kwa hiyo siwezi kuzuia lakini naishi kwa ajili ya watu kwa kuwa ni nifa, faida kwa watu, kwa sehemu kubwa hawa watu, ni juacho ni kwamba kama wa vijana hawa waliojisema kwamba ni JKT, kama walikuwa ndio wale waitwao wasiojulikana basi halikuwa rahisi tu kwamba mimi ni, ndiye ni, nitokee niongee na wewe. Hata ungenihitaji mimi mwenyewe, uwezi ukaongea na mimi pembeni, utaongea na mimi katikati ya ile jamii niliyo nayo. Vinginevyo, kama itafanyika uwe umeenda polisi na lolote likikuta, ijulikane lilitokea mikononi mwa polisi, huko nikuweka rekodi za watu wa Mungu na aliyowahi kuyakuta kuwakuta kuna shida hata kama ninafanywa ni baya mbele za watu wala ambao mimi ni muhimu kwao, imewahi kuwezekana kitu cha aina hiyo, na ni records tu ziliwekwa. Kwa hiyo wito wangu tu ni kwamba, uh, kama walikuwa natafuta ni simu kweli hawa vijana bado, mlango uko wazi. Sisi tunamhitaji sana mtu huyo ambaye anaweza akawa na hiyo simu, na tumetoa tangazo, hajajitokeza. Tunamhitaji sana lakini, kama walikuwa ni vijana hawa ambao kwa sehemu kubwa wanaitwa wasiojulikana, walio sababu ya madhara mengi, vifo vingi, kupotea kwingi kwa watu, narudia tena kusema tulitoka kwa Mungu, tunaishi kwa ajili ya Mungu na tukiondoka tuondoka kwa ajili ya Mungu. Hakuna tatizo lote, hatuna hatia, hatujaiba cha mtu, hatujahamasisha watu kuiba, kuua, kufanya baya. Kama kuna bari, baya liliopelekea mabaya yaliyotukuta basi, limetokana na kupinga mabaya na kuhamasisha mema, kitu ambacho sisi sio si, wa kwanza kukutwa na hilo yaliwakuta na wale mnaosema, sasa mnapoweka wazi ndio mnawaamsha zaidi. E, ukweli ni kwamba Yesu, Paulo na wengine wengi waliweka wazi juu ya hatari ya kuwindwa na kutafutwa kuuawa na watu waliokuwa naona. Aina ya maisha ya Yesu, aina ya maisha ya Paulo na watu wema wengi, yalikuwa yanaharibu amani ama ulaji ama tenga yani ilikuwa ya na haribu namna jamii husika ilikuwa inaona, hii ndo amani huku ndo kuishi vizuri. Kwa hiyo Yesu, Paulo na wengine wote waliwaua, kwa sababu waliwaona wanaharibu amani ya jamii ile, wanaharibu kawaida, desturi, tamaduni, mazoea, kwa sababu mazoea yaliyokuwepo ni kwamba wachache wale wengi wapate shida, wachache wawe salama, wengi wao wanateseka. Yesu na neno la Mungu likaleta utaratibu mpya kwamba hapana, inatakiwa ikiwezekana mmoja ateseke, wengi wapate raha. Ndio wakaanza kuhubiri hicho utaratibu huo. Kwa hiyo wale wachache waliokuwa wanapata raha wakaanza kusema mnaharibu utaratibu wa nchi, wa dunia. Dunia maisha ni wachache wale, wengi waangamie, wengi wapate taabu, wengi wapate shida, na Yesu anasema hapana, hapana, yaani ni juacho mimi, hakuna anayetakiwa au anapata shida, wote tunatakiwa tuishi maisha aina moja. Usilopenda kutendewa, usimtendee mwingine. Unalopenda kutendewa, mtendee mwingine. Unavyopenda kula wewe, watoto wako, ndivyo na wengine wale. Yani ni hivi, Yesu akakomaa, kina Petro, kina Paulo, kina Yakobo, kina Yoana walikomaa na kile kizazi na ile jamii ambayo ilikuwa inanufaika na wachache kushiba, wachache kula vizuri, watoto wao kulala vizuri, kuendesha magari mazuri, wakati wengi wanalia walitafuta kwa namna zote, kuua kuwatesa, hawa ambao walikuwa wanaiamsha jamii ione usawa, ndio ubinadamu. Kwa hiyo inawezekana kabisa kwa sababu hizo, hata akina sisi tuko targeted, tumekutwa na tuliokutwa nayo, sasa tunaweka wazi, kwa sababu inaweka records tu za kwamba ukiyajumlisha na namna tulizo shughulika na mambo na namna ambazo Mungu pengine ametuepusha hatari tulizopitia, vipindi ambavyo vilionekana ni kama vililenga madhara ya aina hiyo, basi inakuwa, inakuja kumpa mtu mwingine anayeweza kuja kuelewa baadaye, ambao mara nyingi wanatumikaga kuokoa kuelewa tuliwaipita wapi na wapi. Lakini pia nitoe wito kwa mtu yoyote, unayeweza ukao na unakaribia pale tulipo, unatafuta kitu fulani tulipo kwamba katika wakati tulionao sasa, hasa watu wakina sisi huu e, unakuwa na tahadhari hiyo ya kwamba tutakuweka kwenye wasiwasi wa kundi litwalo wasiojulikana, tutakuchukulia hivyo, kwa sisi ambao kwa sehemu kubwa tumepitia majeraha mengi yanayofanana na kutekelezwa kwa viumbe wanaojulikana lakini waliojipa jina la hawajulikani, e, wale wanaotuzunguka pale watakapokushakia. Kwa hayo basi, natoa tu tahadhari kwamba ni vizuri sana e, kuwe na taarifa nzuri za mapema zinazofuata utaratibu kwa sababu tunaishi na watu ambao tumewafaidia kwa mengi, na wakati mwingine hawaoni umaana wa kuwa hai ikiwa sisi na tuliosalia tutapotea ama kupata madhara, hasa kwa njia za kihuni, sio rasmi. Tukipotelea polisi, basi itaweka tu records za kwamba tulienda polisi tuli, kwenda kwenye mikono ya polisi kabisa, wakasindikiza wakaona, hapa tuko polisi, yaliyofuata sio shida. Lakini hivi mitaani hivi, nasema inawezekana walio karibu na sisi hawatakubali, hawatakubali hicho kitu, na tukazua hata kama kweli baadaye itafanikiwa, sasa lakini pakawa na madhara na mambo mengine mengi kwa hiyo naye weza ukawa nafuatilia lolote kwenye maisha kama ya kwangu mimi eh, huu najua sisi ni wale tulioumizwa sana na shetani mashetani waliokuja kwa sura ya ubinadamu sasa eh, nimalizie kusoma maandiko. Panaweza pakawa sasa na wananchi ambao wanasema sasa, wewe maisha hayo mpaka lini? Jibu ni kwamba kwa mujibu wa bibilia maisha ya imani ndo hivi, yani ndo hivi hivi, ndo hivi hivi, ni maisha yanayokuwa amejaa mashaka, kuwindwa, kujificha, eh, hatari ya wakati wowote nikusomea Biblia kidogo katika Wakorinto wa pili sura ya saba mstari wa 15, mstari wa 5 sema, kwa maana hata tulipokuwa tumefika Makedonia, meli yetu haikupata nafuu, bali tulidhikika kote kote, nje palikuwa na vita, ndani hofu. Huyo ni mtume Paulo. Nje kulikuwa na vita, ndani hofu, walidhikika kote kote, kwao ni vitu ambavyo imani ni hivyo, yani. imani ni mashaka, mashaka hivi, hivi mashaka una hatia lakini unajikuta ndi hivi, yani. Ngoja nikusomee andiko lingine hapa Akorintho pili sura nne hiyo mstari wa nane asema: pande zote twadhikika, bali hatusongwi; twaona shaka, bali hatukati tamaa; twaudhiwa, bali hatuachwi; twatupwa chini, bali hatuangamizwi. Siku zote twachukua katika mwili mwili kuawa kuwa kwake Yesu ili uzima wa Yesu nao udhihirishwe katika miili yetu. Pande zote twadhikika bali hatusongwi, twaona shaka bali hatukati tamaa ko na mashaka ya mumumu imani ni hivyo yani ni ni ni hivi ni, ni ni hivi. Mbona wengine wametembea nae toka mwanzo mpaka mbona wengine wanakula ametenda tena Mungu ametenda tena wako kwenye raha Kawaangalie vizuri vingi wanavyoshuhudia vile, ni vya kupora, ni vya uchawa, ni vya kushiriki mabaya. Ukipinga mabaya, hii Bibilia iliweka mazingira hiyo, ndio njia mwanadamu ku, au, ajue kiwango alichokosea. Baba yake Adamu, na Eva walivyokosea Mungu, katuweka kwenye mashaka kama njia ya kutubu, kama unaiondoa unasema Mungu ametenda kwako. Mungu kabisa atendi tu peke yako na kufanya wewe watu wengine wote watoke kwenye mashaka, maumivu, uchungu, huzuni wanayokuwa nayo. Hivyo vingine vyote ni Yesu fulani, mgeni muhuni, ukienda kuviangalia vinashuhudiwa ni vya uporaji, ni vya ulagai, ni vya utaperi ni vya ngono ni vya rushwa, ndo ambavyo nasikia Mungu amewatendea, tena Mungu amewabariki. Ni vya uchawa ni vya kushiriki mambo fulani yenye kuudhi yenye kuumiza, ndivyo ambavyo utasikia wanashuhudia. Lakini imani yenyewe ni hivi, akina Paulo ndio wanzishwa imani. Kusomea andiko lingine katika waraka wa Petro wa Korintho yu, Paulo, wa pili Paulo, sura ya kwanza mstari wa nane anasema maana ndugu, hatupendi msijue habari ya dhiki ile iliyotupata katika Asia ya kwamba tulilemewa mno kuliko nguvu zetu, hata tukakata tamaa ya kuishi tulikata tamaa ya kuwa hai, na naendelea kusema naam: hata sisi wenyewe tulikuwa na hukumu ya mauti katika nafsi zetu, ili tusijitumainie, tusijitumainie nafsi zetu bali tumtumainie Mungu awafufuae wafu, aliyetuokoa sisi katika mauti kwa namna ile, tena atatuokoa na ambaye tumemtumaini kwamba atazidi kutuokoa. Lakini tulikata tamaa ya kuishi. Tunajua anaweza akaja kutuokoa kwa sababu alituokoa pale, lakini tulikata tamaa ya kuishi. Na at the end of the day waliojua Mungu angewaokoa mwisho wa siku, wakaja kukatwa vichwa kwa sababu maisha ya imani ni ya wasiwasi wasi, ni mashaka mashaka. Hivyo ndio hapo, wenye imani wanaosema wana imani wanaosema wana hekima, lakini ni viporaji tu, ni vitapeli tu. Kiviangalia kine vinasema hapana, hamna hekima mnaopitia hayo. Yohana e, 20:19 anasema ikawa jioni siku ile ya kwanza ya Juma pale walipokuwa wanafunzi, walipokuwepo wanafunzi, milango imefungwa kwa hofu ya Wayahudi, akaja Yesu akasimama katikati, akawaambia amani iwe kwenu. Milango imefungwa kwa hofu ya Wayahudi. Milango imefungwa ni wanafunzi, lakini milango wamefunga kwa sababu wanaogopa Wayahudi. Wana imani wako na Yesu, imani wameipokea kutoka kwa Yesu, lakini mila, milango imefungwa wa hofu ya Wayahudi. Matendo kumi na mbili mstari wa kumi na mbili naye alipofika naye alipokuwa akifikiri haya akafika nyumbani kwa Mariam mama ya Yohana ambaye jina lake la pili ni Marko, na watu wengi walikuwa wamekutana humo wakiomba naye alipobisha kilango cha lango kijakazi jina lake Roda akaja kusikiliza. Alipoitambua sauti ya Petro hakukifungua lango kwa ajili ya furaha, baada ya alipiga mbio akaingia ndani akawaambia kwamba Petro anasimama mbele ya lango. Akamwambia una wazimu, lakini yeye akakaza sana akasema ya kwamba ndivyo hivyo. Wakanena, ni malaika wake. Petro akafuliza kugonga hata walipokwisha kumfungulia wakamwona, wakastaajabu. Jambo nilotaka ni ujue mlango, wanaomba lakini mlango umefungwa. Kwa nini wanamwombea Petro Mungu amtoe? Kwa sababu Yakobo amekatwa kichwa, ameuawa pashipo na hatia, na Petro kakamatwa naye, ilaafuata ndo hilo na waliobaki wameenda mahali wanaomba, lakini wamefunga milango kwa hofu. Imani ni hivyo, imani ni ni kitu ambacho unakuwa ni kama unatumikia Mungu Yesu ambaye hawezi kukusaidia, lakini viko vipimo vya unawezaje, namna unavyoweza kuwa mwaminifu hata kufa. na watu wakaanza baadaye kujiuliza kwamba hivyo mtu alisimamia nini katika kuvumilia na kustaimili mateso na hatari zote hizi kwamba alikuwa baadaye likuta alikuwa nataka usawa katika jamii. Alikuwa anataka usilopenda kutendea usimtendee mwingine. Alikuwa naamini unalotaka utendewe ndio unaotakiwa uwatendee wengine. Alikuwa naamini eh, unavyokula wewe ukipata nafasi unavyoishi wewe ndivyo anavyotakiwa, ukiwe kipimo cha aliye chini kumfanya ishi vile. Mwisho wa siku, unaweza ukajikuta uliishi kwa mashaka, kwa wasiwasi, kwa kuwindwa, kwa hatari, lakini ukawa ni mtu mwenye thamani mno, miaka na mikaka kwenye maisha ya watu. Katika Luka 21 mstari wa 16 nasema, nanyi mtasalitiwa na wazazi wenu na ndugu zenu na jamaa zenu na rafiki zenu, na watawafisha baadhi yenu, nanyi mtachukiwa na watu wote kwa ajili ya jina langu, walakini hautapata tapotea unywele wenu moja, mbili, tatu na kadha wa kadha. Kwa hiyo mtauawa, mtasalitiwa, hayo mambo ni sehemu ya imani. Wito wangu tu ni kwamba wale ambao mnasimamia haya na mmeng'ata meno kwamba lazima watu wenye moyo kama kina Mbarikiwa pengine wasiwemo katika nchi, wanaondoa amani. E, ni kujulisha kwamba aina ya watu kama mimi hawezi kuisha, ni vitu vya muda tu e, usi Kifupi niseme, acha kufikiri hivyo, geuza moyo wako, geuza akili yako. Biblia sema njooni tuzungumze, ubaya wote unaoweza ukawa unaotekeleza. Kuna aina ya ubaya huwezi kuja kufutwa na wema wowote. Unasema, ngoja tufanye tu mabaya, tutulize mambo, baadaye utakuja kusemasema vizuri, kufanyafanya vizuri, tutafuta ubaya huu. Kuna ubaya huwezi kuja kufutwa kwa namna yoyote. Hivyo nakusii e, fikiria usiwe sehemu ya ubaya huo, usiwe ndio unayetumwa kutenda, usiwe sehemu ya wanaopanga. Uwe kama Musa. Kwa imani, Musa alipokuwa mtu mzima, alikataa kuitwa mwana wa binti Farao, akaona ni afadhali kupata mateso na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha katika dhambi kwa muda wa kitambo. Musa alikuwa sehemu ya ikulu ya Wamisri, lakini akaona Wamisri wanawatesa watu wasio na hatia, akaamua kuwa sehemu ya wanaoteswa, na akatafutwa ili kuuawa kwa sababu amekuwa sehemu ya wanaoteswa. Kapenyapenya, kaenda kuishi maisha ya kuchunga ng'ombe kibarua, mtu aliyetokea ikulu, lakini aliona ile ilikuwa ni afadhali kwake. Yeyote uliye sehemu ya wanaopanga yeyote uliye na urafiki wa wanaopanga wanaotekeleza, na unajua na kuhakikishia, wewe ni sehemu ya ubaya huo, na uko wakati utapata malipo ya ubaya huo. Najua kila mmoja anayetekeleza tangu wakati wa Biblia, tangu nyakati zote anayetekeleza alikuwa anasema mimi natumwa tu anaye panga sema, hapana, mi sikuwa msemaji, niliona niunge mtu mkono, ninyamaze. Jibu ni kwamba kote huko ni kushiriki moja kwa moja dhambi ya damu, uchungu, maumivu ya watu ambao walikuwa wanalalamikia kuonewa, kuteswa, kuuawa kwa ndugu zao, kuminywa, kuibiwa, kudhulumiwa, kuonewa hao ndio ukawachukulia, wakaendelea kupata kiminyo, mateso na kwamba wanapoteza ukondoa amani, na nawakishia hata ambayo mmejitokeza kwa wazi sana kuonyesha, yaani sisi tuko upande huu. Inawezekana Mungu amewacholesha tu, ili uje ushinde kukataa kwamba inawezekanaje? ulikuwa wazi hivi kwenye kikundi hiki ambacho kilikuwa kiko wazi kwamba ndicho kilisimamia madhila, huzuni, maumivu yaliyoikuta jamii. Anyway, ya asante kwa kunisikiliza chanishia hapo. Hii ni sauti ya mtu aliyaye akitokea kumhifadhi sifa Ani ule, aliae, buwana, ni yule aliaye akitokea gerezani, anasema itengeneze njia ya Bwana, anyosheni mapito yake. Heri mtu atakayeteswa, atakayefungwa, atakayewawa, atakayefiwa ama afae katika Bwana, tangu sasa apate kupumzika mara baada ya taabu yake. Tazaa Mungu mwenye haki yu karibu kuja. Hii ni maana ya neno mara na adhaa.